Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahbaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ndugu mwislamu, nikiripoti kutoka Risala TV 10 ndani ya jiji la Manguzi. Ziara hii tumekuja kuwafariji ndugu zetu wa Kiislamu, wazee wetu, pia viongozi pia na jamii yetu kwa ujumla, na watoto tukiwafariji kwa min ajili ya Allah, kuitafuta rehema yake Allah azza wa jalla Naam, tumekuja kwa ujio huu kuwatembelea ndugu zetu wa Manguzi na nikiripoti ndani ya jiji hili la Manguzi kuwafariji watoto wetu, kwa sababu pako watoto wa kiume nao, inshaallah ndio wa maalimu wa baadaye, na pia umu madrasa ni wanawake. Pako watoto mabinti hapa, ndio wanawake wa miaka ijayo inshaallah. Kwa hiyo, ndugu Muislamu, ungana nasi katika ziara hii yetu ya kuja kuwa fariji ndugu zetu wa Kiislamu ndani ya jiji la Manguzi. Kwa hiyo insha Allah moja kwa moja tutaenda kuelekea katika uongozi, na ziara hii ni matukio ya kugawa vitabu mbalimbali vya akhirati kwa min ajili ya elimu ya baadaye kwa ajili ya Allah na kupata razi zake Allah azza wa jalla. Naam, ungana nasi kupitia Risala TV 10 utatupata na matukio yote ndani ya jiji la Manguzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

ambaye ametuwezesha miongoni mwa watu wengi sana, akatupa fursa ya kuweza kuifanya jambo la heri kwa siku ya leo. Sio kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu ametuchagua na ndugu zetu ambao wameacha familia zao kutoka Debeni wakaja kuona jamii ya Uislamu katika mji wa Manguzi. Siku nyingi wanasikia waislamu Manguzi wapo, lakini walikuwa Allah hajawapa uwezo wa kuweza kufika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu amewafikisha salama. Tunamwomba yule ambayo yote yule aliyochangia kuweza kuwapa fursa na kuwazindua na kuwachangia kuweza kufika katika mji wetu wa Manguzi. Mwenyezimungu amlipe kila raheri pale alipotoa, azidishe na imani, amzidishie imani na kizazi chake na familia yake, na pia na Waislamu wengine ambao labda wangali nyuma. Tunamwomba Allah tabaraka wataala awajalie waweze kufata mwenendo wa hawa ambao walijitolea kuja kutona sisi kama mayatima, hali ya kuwa Uislamu sio yatima, lakini tunasema kama sisi ni mayatima, huenda ndugu zetu tukawa tukiwalaumu sana. Wao wanaishi wow, vizuri huko, sisi huku tunateseka, watoto wanasoma vibaya, hawana mavazi, hawana vitabu vya kusomea, kumbe kilio chetu eh, Allah subhanahu wataala ametuwezesha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Washukuriwe Allah subhanahu wataala ametujalia kutulazima wkwao siku ya leo inshaalah, na kutuongeza nguvu, na naomba a amani zimwendie kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakeze mtume maswahabazi na waumini wote wata, watakae mpata mwendo wa mtume hadi no, no, no. E, mm, nashukuru sana kwanza, kwa kuona tumepata hii nafasi ya leo kuweza kuwa na TV, Isara TV, Isara, insha Allah no, Isara, Isara Isara, kuweza kuja kutu, kututembelea kutu Manguzi. Karibu sana, ndo mji wetu huyu Mambo yangine nafikiri wameongea, inshaallah wameongea kwamba kwa kuwa sisi tuko hapa Manguzi tunashukuru, kwa kuwa chochote kimepatikana, ni jitihada mmefanya. Inshaallah Mwenyezi Mungu awalipe. Eh, kwa kuwa tumeanza madrasa hii, imeanza kwa shida, lakini alhamdulillah inaenda vizuri taratibu. Inshallah, kwa lengo na kwa umoja itafika. Kila kitu kinakuwa na <clears throat> mtihani mtihani, lakini kinafikia kwa lengo, kwa sababu mnakuwa mmeamua kuki, kuki, kutengeneza. Lakini kama kutakuwa hitirafu, inshallah ni hivyo, watu wanabidi waitengeneze kitu. Ninawashukuruni, karibuni Manguzi. Manguzi ni kijiji cha mwisho wa South Africa. Nafikiri mmeona safari imetoka Debi mpaka Manguzi, umeona. mm -hmm. Eh, tunashukuru sana na kuwapa pole kwanza, kona mefika mchoko nini na nini mpaka umefika, lakini ni matakwa ya Mungu. Kwa hiyo kitu naombeni mtufikishie salama huko metoka, watu wa Manguzi wanawahitaji sana. Bwana Musa kila siku nikua mpigia kelele tumie watu waje watembelee waone Uislamu wenzao. Kwa hiyo mfitishie hizi salamu, bado watu tunawahitaji sana Mwanguzi kuja kutuona na kutembelea, mtakujenga amani na Uislamu utakuwa mbele sana. yeah, yeah, yeah. Kwa mambo yangine aa, tutashukuru chochote mtakachokiona kina uzaifu ni na nini, tunaomba mtusamehe, yeah, kwa sababu ndo ulimwengu ndo mwanadamu kwa hiyo nshala, nashukuru sana. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ala, wa na, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Namshukuru na Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuamsha siku ya leo tuko uhai, kwa sababu uhai ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu asiyokuwa na ubaguzi kwa mkubwa kwa mdogo kwa mnene kwa mwembamba kwa mfupi kwa mrefu. Mwenyezi Mungu ambaye anaruzuku ruzuku riziki ambazo ni ndogo na ni kubwa, ambao ikiwa ni uhai. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuweza kuungamana na ndugu zetu ambao wametokea mjini Debeni kwa kuja kutuunga mkono katika madrasa hii Isa Ibn Maryam na kuangalia mazingira vipi tunaishi hemo na madrasa iko katika hali ya namna na gani. Mimi nikizungumza kwa jina, naitwa Sheikh Ali nikiwa ni umoja wa viongozi wenye kuongoza madrasa hii, mimi ndio chairman wa madrasa hii, na alhamdulillah madrasa hii sasa hivi inaenda kuchukua miaka miwili na zaidi. Mwenyezi Mungu anatusaidiza alhamdulillah kwa kile kidogo ambacho tunamuomba atujalia na tujalia na, na tunaweza kuendelesha madarasa hii. Ingalau ni vigumu kidogo, lakini sio vigumu kwa mwenye nia nzuri. Mwenyezi Mungu ametujalia vijana hawa ambao mnaona tuko nao hapa, tumeweza kuanzisha madarasa hapa. Baadaye walikuwa nasoma sehemu nyingine, lakini tukaona kama maendeleo yao mazuri kama vile navyotakiwa tukawa tumewachukua tukaanza madrasa nao hapa. Alhamdulillahi, tumesha kuwa na vijana wameshamaliza Qur'ani wapatao kumi au tisa, kama namba itapungua na wengine wapo wako nyuma. Alhamdulillah, siku zijazo watamaliza Qur'ani na waliomaliza sasa hivi wanafanya hifidh kwa hiyo jamii yetu ya kuzungumza Kiswahili ni umuhimu sana, tuwe na watu ambao kesho kama sisi ambao tumeshakuwa na umri tukiondoka, watabakia wanaendeleza dini ya Uislamu, kwa sababu dini ya Uislamu sio yatima. Naitokuwa yatima anatoka umoja, Mwenyezi Mungu anachagua mwingine, wakiwa kena sisi anasimamia hadi siku ya Kiyama. Namshukuru Mwenyezi Mungu amejalia wandugu zetu ambao wameleta zawadi ya vitabu hivi, kwa sababu madarasa hii tulivyoanza, tulianza katika nje ya utata, tulikuwa hatuna kifaa hata kimoja. Lakini kwa kuonekana muonekano wa gizi tulivyoanza, Waislamu wengine wanaenda na tuunga mkono, yule mwenye uko na kidogo anatuletea, mwenye uko na kidogo anatuletea, mpaka wale. Alhamdulillah, mnavyoona vitabu hivi viko hapa tunaviletewa na ndugu zetu wa kutokea Debeni. Mwenyezi Mungu awazidishie kwa kila laheri, na wajalie wale ambao waliojitolea vitabu hivi awazidishie rehema na awazidishie uhai na wajalie awaziwie kila njia ambayo ni njia fitina au hus, husida inayowafata nyuma, iwaondokee. Awajalie maisha mepesi inshallah, kuanzia leo mpaka siku ya kiyama. Na tunashukuru kwa awa ambao wamevileta vitabu hivi, wamepoteza muda wao na wako na sisi hapa kwa sasa hivi, na Mwenyezi Mungu namwomba awazidishie nuru katika maisha yao, nawazidishie na barka, nawajalie afya, nawazidishie na kila laheri, nawaziwilie na kila la shari, nawafungulie milango ya rehema. Vitabu hivi mnavyoviona, mna masahafu, mna majuzu, mna vya kuanzia arifu wadogo wadogo. Yani, kwa wale watoto wadogo wadogo kwa ujumla ni vidogo sana ambavyo watu wakisema kama vina shoti, vingine vipo. Ameleta kuanzia kidogo hadi kikubwa. Sina budi kusema kwamba Mwenyezi Mungu azidishe nuru katika madrasa hii hadi siku ya Kiyama, na wajalie umri mrefu walimu wetu ambao wanatusaidiza kuendesha madrasa hii, na amuzidishie jitihada na nguvu na jihadi. E, kiongozi wa madrasa hii akiwa ni Mwalimu Maulana Muhammad Mfaya pamoja na mama ambaye anaendesha madrasa hii sasa hivi akiwa ni Mtendamema binti Hussein. Mwenyezi Mungu awazidishe kwa jitihada yao mm, awajalie afya na rehma mm, na waondolee kila mtihani mm. Wale waliotoa hivi vitabu Mwenyezi Mungu awazidishe pale walipotoa, mm, na wajalie baraka na rehma na wazidishie imani, wasiishii kwetu tu, na kwa wengine ambao watakutona wako na matatizo kama sisi, waweze kuwasaidia kwa sababu matatizo katika maisha yetu katika maisha ya binadamu hayaishaki, lakini umoja ni nguvu na udhaifu ni mtengamano. Kwa hiyo katika Uislamu, hakuna udogo, lakini ni lazima kuweko umoja. Mnaweza mkao mko wengi, lakini msifanye jambo la maana, lakini mkawa wadogo mkafanya jambo la maana. Madrasa hii kama mnavyoiona, mazingira ambayo iliyomo sio kama madrasa zingine lakini alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anazidisha na alhamdulillah, watoto wanasoma kama mnavyowaona hapa, wanasoma na alhamdulillah wanahifadhi, na hili tunalipigania kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu linatendeka. Sina budi kushukuru viongozi wangu na wandugu zangu hapa washirika. Mwenyezi Mungu awajizishieni kwa jitihada yenu na wazidishie awajizishie amali njema Najalia wale ambao walijitolea kupoteza muda wao na kuja hapa kuja kutuunga mkono, Mwenyezi Mungu awajalie kwa kila laheri. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.